Mtazamaji wa BM Media, karibu sana katika chaneli yako pendwa. Ikiwa leo ni siku ya huzuni na majonzi kwa bwana wetu Yesu Kristo kusulubiwa, kwa pamoja tukiri, tumekosa. Bwana Mungu atusamehe dhambi zetu. Usiku uliokuwa umejaa hofu na mateso ulikuwa umewadia kwa Yesu wa Nazareti. Baada ya karamu ya mwisho pamoja na wanafunzi wake, aliondoka nao kuelekea bustani ya Gethsemane. Huko katikati ya miti ya mizeituni yenye umri mkubwa alijitenga ili kuomba. Moyo wake ulikuwa umejaa huzuni kuu, Akijua saa yake ilikuwa imekaribia, alimuomba Baba yake ikiwezekana kikombe hicho cha mateso kimwepuke, lakini mwisho akasema, si mapenzi yangu bali yako yatendeke. Wakati huo giza la usiku lilitawaliwa na mwanga wa mienge na silaha. Kikundi cha askari wa Kirumi na watumishi wa viongozi wa Wayahudi walifika wakiongozwa na Yuda Iskariote, mmoja wa wanafunzi wa Yesu ambaye alikuwa amemsaliti kwa vipande thelathini vya fedha. Yuda alimsogelea Yesu na kumbusu ishara iliyokubaliwa ya kumtambulisha kwa wale waliokuja kumkamata. Mara moja mikono mikali ilimshika Yesu. Petro kwa hasira na uaminifu wake alichomoa upanga wake na kumkata sikio mtumishi wa kuhani mkuu, jina lake Malco. Lakini Yesu kwa utulivu wake usiyoyumba alimkemea Petro akisema, rudisha upanga wako mahali pake, kwa maana wote wachukuao upanga wataangamia kwa upanga. Kisha akamponya yule mtumishi kwa kumgusa sikio lake. Yesu alikubali kukamatwa bila kupinga. Wanafunzi wake wakiwa wamejaa hofu, walimkimbia na kutawanyika. Aliachwa peke yake mikononi mwa adui zake. Wakamfunga na kumpeleka kwa Anasi, ambaye alikuwa baba mkwe wa Kayafa kuhani mkuu wa wakati huo. Ingawa Anasi hakuwa na mamlaka rasmi, alimhoji Yesu kuhusu wanafunzi wake na mafundisho yake. Yesu alimjibu kwa ujasiri, akisema kwamba alikuwa amesema na ulimwengu waziwazi na hakufundisha kwa siri. Mmoja wa askari alimpiga Yesu kofi kwa majibu hayo. Baada ya hapo, Yesu alipelekwa kwa Kayafa, ambaye alikuwa amekusanya baraza kuu la Wayahudi Sanhedrini. Usiku kucha, walitafuta ushahidi wa uongo dhidi yake ili wapate sababu ya kumhukumu kifo. Mashahidi wengi wa uongo walikuja, lakini ushahidi wao haukuwa na msimamo. Mwishowe, Kayafa alimuuliza Yesu moja kwa moja, Wewe ndiwe Kristo, mwana wambarikiwa? Yesu alijibu kwa utulivu na kwa mamlaka, Mimi ndiye. Nanyi mtamuona mwana wa Adamu ameketi mkono wa kuume wa nguvu, akija na mawingu ya mbinguni. Kuhani mkuu Kayafa aliposikia hayo, alirarua nguo zake kwa ghadhabu akisema, amekufuru. Tuna haja gani tena ya mashahidi? Mmejisikia kukufuru kwake. Barua peli kamhukumu kuwa amestahili kufa. Baada ya hukumu hiyo, Yesu alidhihakiwa na kuteswa na walinzi. Walimtemea mate usoni, walimpiga ngumi na kumziba macho wakisema, tabiri ni nani aliyekupiga? Alfajiri ilipofika, barua pe barua pe ya oneno siri lilishauriana tena. Waliamua kumpeleka Yesu kwa Pontio Pilato, liwali wa Kirumi, kwani wao hawakuwa na mamlaka ya kutekeleza hukumu ya kifo. Walimshitaki kwa Pilato kwa mashtaka ya uongo, wakisema kwamba alikuwa anawachochea watu, anakataza kulipa kodi kwa Kaisari na kujifanya Kristo mfalme. Pilato alimhoji Yesu, alimuuliza, wewe ndiwe mfalme wa Wayahudi? Yesu alijibu, wewe wasema. Pilato hakupata hatia yoyote kwake, lakini viongozi wa Wayahudi waliendelea kusisitiza wakisema kwamba alikuwa anawachochea watu kwa mafundisho yake kote Yudea, akianzia Galilaya hadi Yerusalemu. Pilato aliposikia kuhusu Galilaya, alimpeleka Yesu kwa Herode Antipa, ambaye alikuwa mtawala wa Galilaya na alikuwa Yerusalemu wakati huo kwa ajili ya sikukuu ya Pasaka. Herode alifurahi kumwona Yesu, kwani alikuwa amesikia mengi kumhusu na alitarajia kuona ishara akifanya. Alimuuliza maswali mengi, lakini Yesu hakumjibu neno. Viongozi wa makuhani na waandishi walisimama hapo wakimshitaki kwa nguvu. Herode na askari wake walimdhihaki na kumfanyia mzaha. Walimvika vazi la kifalme kwa dhihaka, kisha wakamrudisha kwa Pilato. Pilato, akiwa amejua kwamba Yesu hakuwa na hatia, lakini akitaka kuwaridhisha Wayahudi, alipendekeza desturi ya kuwafungulia mfungwa mmoja wakati wa Pasaka. Alikuwa na mfungwa maarufu aliyeitwa Baraba, ambaye alikuwa amefungwa kwa ajili ya uasi na mauaji. Pilato aliwauliza watu, mnataka niwafungulie yupi, Baraba au Yesu aitwaye Kristo? Viongozi wa makuhani na wazee waliwashawishi watu wamwombe Baraba afunguliwe na Yesu au wawe. Pilato aliuliza tena, basi nimfanye nini huyu Yesu aitwaye Kristo? Wote wakapaza sauti, asulubiwe! Pilato aliuliza kwa kwa mara ya tatu, kwa nini? Amefanya ubaya gani? Lakini wao walizidi kupiga kelele asulubiwe. Akiogopa ghasia na kutaka kuepuka lawama, Pilato alichukua maji na kunawa mikono yake mbele ya umati akisema, mimi sina hatia kwa damu ya mtu huyu, jioneni wenyewe. Watu wote wakajibu, damu yake na iwe juu yetu na juu ya watoto wetu. Hivyo Pilato akamtoa Baraba awaachie, na akamtoa Yesu asulubiwe, baada ya kumpiga mijeledi. Askari wa Kirumi walimchukua Yesu ndani ya ukumbi, yaani ikulu wakakusanya kikosi chote. Walimvika vazi la zambarau, wakasuka taji la miiba wakaliweka kichwani mwake, wakaanza kumsalimu salamu, Mfalme wa Wayahudi! Walimpiga kwa mwanzi kichwani, wakamtemea mate na wakampigia magoti wakimdhihaki. Baada ya kumdhihaki, walimvua vazi la zambarau, wakamvika nguo zake mwenyewe, wakampeleka nje ili wamsulubishe. Walimlazimisha mtu aliyekuwa akipita, Simoni wa Kirene, aliyekuwa akitoka mashambani, alibebe msalaba wake. Wakamfikisha mahali palipoitwa Golgotha, maana yake mahali pa fuvu la kichwa. Huko walimpa divai iliyochanganywa na nyongo, lakini alipoionja hakutaka kuinywa. Walipomsulubisha waligawanya nguo zake kwa kupiga kura. Pamoja naye walisulubisha majambazi wawili, mmoja upande wake wa kulia na mwingine upande wake wa kushoto. Watu waliokuwa wakipita walimtukana wakitikisa vichwa vyao na kusema, wewe uliyetaka kuliharibu hekalu na kulijenga kwa siku tatu, jiokoe mwenyewe kama wewe ndiwe mwana wa Mungu, shuka kutoka msalabani. Vivyo hivyo viongozi wa makuhani pamoja na waandishi na wazee walimdhihaki haki wakisema, aliwaokoa wengine, hawezi kujiondoa mwenyewe. Yeye ndiye Kristo mfalme wa Israeli, na ashuke sasa kutoka msalabani, ili tuone na kuamini. Hata wale majambazi waliokuwa wamesulubiwa pamoja naye walimtukana. Kuanzia saa sita mchana hadi saa tisa mchana giza liliifunika nchi yote. Karibu saa tisa Yesu alipaza sauti yake kwa nguvu akisema kwa Kiebrania, Eli, Eli, lama sabakthani, maana yake Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Baadhi ya wale waliosimama hapo waliposikia hivyo, walisema anamwita Eliya. Mmoja wao alikimbia akachukua sifongo akaijaza siki akaiweka kwenye mwanzi akampa anywe, akisema, acheni tumwone kama Eliya atakuja kumshusha. Yesu alipokwisha kupokea ile siki alisema, imekwisha Akainama kichwa akakata roho. Maneno ya mwisho ya Yesu kabla ya kufa yalikuwa mafupi lakini yenye nguvu na yalibeba maana kubwa. Moja, Baba wasamehe, kwa kuwa hawajui wanalofanya. Luka 23:34. Haya yalikuwa maneno ya rehma na msamaha kwa wale waliokuwa wanamtesa. Katikati ya mateso yake, Yesu aliwaombea adui zake, akionyesha upendo wake usio na masharti. Mbili, Amin, na kuambia, leo utakuwa nami paradiso. Luka 23:43. Haya yalikuwa maneno ya matumaini kwa mmoja wa wahalifu waliokuwa wamesulubiwa pamoja naye ambaye alimtambua Yesu kuwa Bwana na kumwomba amkumbuke atakapoingia katika ufalme wake. Yesu alimuhakikishia nafasi katika paradiso siku hiyo hiyo. Tatu, Mama, tazama mwana wako. Mwana, tazama mama yako. Yohana 19 mstari wa 26 27. Haya yalikuwa maneno ya upendo na kujali kwa mama yake Maria na kwa mwanafunzi wake mpendwa Yohana. Alimkabidhi mama yake kwa uangalizi wa Yohana na kumwita Yohana mwana wake, akianzisha uhusiano mpya wa kiroho. Nne. Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Mathayo 27:46 Marko 15:34. haya yalikuwa maneno ya uchungu na upweke yakionyesha uzito wa dhambi za ulimwengu ambazo Yesu alikuwa amebeba na hisia ya kutengwa na baba yake. Ni kilio cha mateso ya kimwili na ya kiroho. Tano, naona kiu. Yohana kumi na tisa, ishirini na nane. Haya yalikuwa maneno ya kuonyesha mateso yake ya kimwili, ukame uliokuwa umemvaa kutokana na mateso na kusulubiwa yalitimiza unabii wa Agano la Kale. Sita, imekwisha. Yohana kumi na tisa, thelathini. Haya yalikuwa maneno ya ushindi Yesu alikuwa amekamilisha kazi yote ambayo baba yake alikuwa amempa afanye: kutoa maisha yake kama fidia kwa wengi. Ukombozi ulikuwa umekamilika. Saba, Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Luka 23:46. Haya yalikuwa maneno ya mwisho ya kujisalimisha kwa baba yake. Kwa imani na utulivu, Yesu aliikabidhi roho yake kwa Mungu. Mara baada ya Yesu kukata roho, tetemeko kubwa la ardhi lilitokea, miamba ilipasuka makaburi yakafunguka na miili mingi ya watakatifu ikafufuliwa. Pazia la hekalu lilipasuka vipande viwili kutoka juu hadi chini. Yule askari mkuu na wale waliokuwa pamoja naye wakimlinda Yesu walipoona tetemeko la ardhi na mambo yaliyotokea waliogopa sana, wakasema, hakika huyu alikuwa mwana wa Mungu. Wanawake wengi waliokuwa wamemfuata Yesu kutoka Galilaya walikuwepo wakitazama kwa mbali. Miongoni mwao walikuwa Maria Magdalene, Maria mama yake Yakobo na Yosefu na mama wa wana wa Zebedayo. Baada ya jioni kufika, alikuja mtu tajiri kutoka Arimathea jina lake Yosefu, ambaye naye alikuwa mwanafunzi wa Yesu. Alikwenda kwa Pilato na kuomba mwili wa Yesu. Pilato akaamuru apewe. Yosefu alipochukua mwili, aliufunga kwa sanda safi ya kitani, akauweka katika kaburi lake jipya alilokuwa amelichonga kwenye mwamba. Kisha akavingirisha jiwe kubwa kwenye mlango wa kaburi, akaenda zake. Maria Magdaleni na Maria yule mwingine walikuwepo wameketi kulielekea kaburi. Hivyo ndivyo ilivyokuwa siku ya huzuni na majonzi, siku ambayo Bwana wetu Yesu Kristo aliteswa na kufa kwa ajili ya dhambi zetu. Lakini tunajua kwamba hii haikuwa mwisho wa hadithi. Baada ya siku tatu, alifufuka kutoka kwa wafu, akishinda mauti na kutupatia tumaini la uzima wa milele. Ndugu mtazamaji, tunapolitafakari tukio hili kuu, tujiulize, je, tunatambua upendo mkuu ambao Yesu alituonyesha kwa kujitoa kwa ajili yetu? Je, tunaishi maisha yanayoonyesha shukrani zetu kwa dhabihu yake? Tukumbuke daima maneno yake ya mwisho, maneno ya msamaha, matumaini, upendo, uchungu, ukamilifu na kujisalimisha. Maneno haya na yawe mwongozo katika maisha yetu ya kila siku. Asante kwa kuwa nasi katika tafakari hii. Mungu awabariki.